Ugonjwa wa malaria uambukizi wake ulikuwa asilimia kumi na nne nukta nane, lakini baada ya kufanya utafiti mwingine mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili uambukizi umepungua mpaka kufikia asilimia nane nukta moja. Ili kupambana na ugonjwa huu ni lazima kwanza kuzuia mbu asipatikane, na ili mbu asipatikane ni lazima ushughulike na viluwiluwi vile ambavyo vinaanza, na ndipo anatokea mbu, na ili kupambana na, na kiluwiluwi ni lazima utumie dawa ya kuweza kumwangamiza yule kiluwiluwi asikue akafikia kuwa mbu, na anapofikia kuwa mbu asije akapata uwezo wa kuambukiza haya magonjwa yanayotokana na hao mbu ikiwemo malaria, dengue, homa ya njano, mabusha, matende. Kwa hiyo leo tutafanya kazi ya kuzindua awamu ya pili ya kugawa dawa ambazo zitatumiwa na halmashauri zote so nchini kupambana kuua hao wadudu wanaozalisha sasa nchi yetu ya Tanzania. Jambo jingine kubwa ambalo wamelifanya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwa muda mfupi ametenga bilioni kumi ili kuweza kununua lita laki nane thelathini na tatu mia tatu thelathini na tatu hizo lita za dawa ya kuua viluilui itakwenda kupelekwa halmashauri zote nchini. Mala ya Mako, Benji, <tie> Mara ya kwanza dawa <tie> tuligawa kwa halmashauri 57. Mheshimiwa Rais ameiagiza Wizara ya Afya ilipie fedha kuhakikisha dawa hiyo inapatikana na inaagawiwa kwa halmashauri 127 zote zilizobatiwa ikiwemo halmashauri yetu ya wilaya ya Songea na kwa kuwa tunao wenzetu wa TAMISEMI hapa, tuwaombe watoe taarifa kwa halmashauri zote, waende pale Kibaha wakachukue dawa hiyo. Baada ya msimu huu wa masika, basi kazi ya kuanza kupuliza na kumwaga dawa na kuteketeza viluilui hivyo vyote ianze kwa kasi kubwa ili tuunge mkono maono haya Mheshimiwa Rais ya kupambana na ugonjwa wa malaria nchini kwa kuangamiza vingunduni vyote na kukomesha uwepo wa mbu wanaoweza kuambukiza malaria na magonjwa haya mengine niliyoyasema. Tumpongeze sana Mheshimiwa Rais na niombe halmashauri zifanye kazi hiyo.